pamoja na waandishi wa habari mlioko mahali hapa, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, tarehe ishirini na saba tunaenda kuvunja bunge, tutapata hotuba ya mheshimiwa rais ili tukaanze michakamichaka ya uchaguzi ili kutafuta viongozi wengine kwa ajili ya kukamilisha miaka mitano ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ninachotaka niombe hapa Rugunga, kwa kuwa mimi ni nyumbani nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, maisha yangu yamekuwa hapa, na pia boksi zangu nyingi zinasoma hapa. Mji wa Rugunga unakuwa. Kwa wale ambao labda mnaona hatupigi hatua, mkae mkijua kwamba Rugunga inapiga hatua, na kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na saba Rugunga itakuwa sio hii tena, kwa sababu tumepanga kwenye mipango ya miji kati ya miji kumi na saba kwenye wilaya hii. Rugunga itapimwa lakini, Rugunga, barabara hii itatanuliwa kwa sababu tumeshaingiza kwenye utaratibu, kutokea pale Kanegere kuja mpakali kule nilikozaliwa, itapiga kona kuja hapa kuja kuungana na barabara Tanrodi yenye kilometa sabini na mbili kwenda Kashero ikaungana na zingine pamoja na barabara ile ya kwenda Ushiombo. Kwa hiyo ni waombe wakaazi wa Rugunga, wale ambao mnaendelea kujenga nyumba za kifahari hapa. Mnapotaka kujenga nyumba zenu sasa hivi fateni utaratibu, lakini nitoe wito kwenu wenye viti wa vijiji, serikali za mitaa sisi, tarehe ishirini na nane tutachukua, tutachukua fomu tutakuwa wagombea. Tukishachukua fomu sisi tutakuwa hatuna mamlaka tena ya kuziingilia serikali wakati huo, mimi chama kimetengeneza utaratibu tutateuliwa watu watatu. Nina imani hawataniacha, kwa sababu nimefanya shughuli kubwa katika taifa hili. Tutazungushwa kila kata kutafuta kura, kuomba kura, na wajumbe mlio bahatika kuingia temu hii watakapokuja kuibadilisha hali halimashauri tunaenda kutoa sheria zote zaweka sheria nzuri, ili wilaya yetu na rugunga yetu tuweze kuishi vizuri. Sawa, kwa hiyo msiniangushe zimebaki siku sita tu, tutaingia kwenye mchakato mwezi mmoja. Tukimaliza kura za maoni, tuna kibali tena. Mbunge mjanja kama mimi, nina kibali cha kumwambia rais, kwa kuwa sheria zile zilizokuwa zinachumbua wananchi na tayari tumepatikana viongozi wa chama chako, tunaomba tuzibadilishe. Tutatoa get halafu, na mambo mengine tutatoa, na maisha yafanyeje, yaendelee ubungahoye lakini kwa sasa nataka nitoe maelekezo. Kwa vile mle ndani wameniambia kwa umakini mkubwa sana, nimeambiwa mtu anatoa mazao shambani anakamatwa analipishwa ushuru, anatoka shambani, si ndiyo? Marufuku nasema marufuku, hiyo isitokee. Na mtendaji kama yuko hapa, uwe unanisikia, sheria yetu inasema, sheria mama ushuru, hata kama ni mfanyabiashara machinga, ni kuanzia tani moja

IGP pamoja na mkuu wa majeshi pamoja na mheshimiwa rais wasimame na Mungu kuhakikisha kwamba tunaenda salama salimini, asitokee shetani kwa kuwa tumepiga kwa hiyo. Kwa kutoka, nendeni mkapige kura vizuri wananchi, kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri nchi yetu, tunaipandisha kutoka hapa tulipo na kwenda sehemu nyingine. Mimi tu, mheshimiwa mbunge Maganga, tunakushukuru sana, kuanzia leo tunakushukuru sana hata hoja tangia tuchague mbunge tumesikia unazungumza sana mara nyingi bunge kama tulivyokutuma, hasa hata jimbo lako unalisimamia. Tuseme tu hata kutoa mazao kwenye mashamba yetu unasimamia wewe. Tukushuka chini, tunakuomba uende ukaje tukuchague na, na mheshimiwa rais tutamchagua. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi unazozifanya. Cha kwanza ninajivunia, kama mimi mama, kwa kazi ambayo ulioweza kuifanya, kwa huduma ya kutuletea, umetuletea kazi ambayo umeweza kujitoa wewe mwenyewe, tunapata Mlamu. Tulikuwa na usumbufu sana, unapobeba mimba unaanza kuangaika, nitapata wapi usafiri wa kuweza kunifikisha sehemu ambayo ninayotakiwa kwenda kujifungua lakini kwa sasa tunafurahi sana kwa sababu huduma zimekuwa karibu. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge, endelea kufanya kazi na Mungu akubariki. Amina na naomba tu